Tuende kwenye sekta ya madini <clears throat> wala si uongo wala si siri, kwenye sekta ya madini tunaibiwa sana, hakuna siri. Wewe watu wachimbe dhahabu Kahama, halafu wanakuambia wanasafirisha mchanga <coughs> wanapakia kwenye makontena mchanga, unatoka all that way kutoka Kahama mpaka Dar es Salaam bandarini, unakwenda kusafirishwa na kwenda kusafishwa. Product ya kile kinachosafishwa kule, hamjawahi kuletewa hata siku moja. Wahandisi mpo, umekaa mmekaa kimya. Utakuwa na uhakika gani mle kwenye kontena ambapo unaambiwa kuna mchanga? Labda kuna kilo hata mia mbili za dhahabu, wamezidivide wakaziyeyusha, wakazi mix kwenye mamchanga, na wanakwenda kule, wana wanaziseparate tena by physical methods Just a physical method, lakini hata kama ingekuwa chemical method, sisi maenjinia wetu wa Tanzania tumeshindwa kitu gani? Kujenga finance? Tunafahamu boiling point ya copper ni ngapi, boiling point ya, ya gold ni kiasi gani, boiling point ya mercury ni kiasi gani, ya silver kiasi gani? Situngeweza tukaseparate kwa kutumia boiling methods. Mainjinia tuko wapi? Tunashangilia mtu anasafirisha mchanga. Na sisi tunakubali ni mchanga. Mainjinia wako pale wengine wamechukua mining. Wamesomeshwa. Wengine wamesomeshwa mining engineering. Inaondoka ile. Wanasafirisha na saa nyingine tunachukua viongozi wetu kwasa, kusindikiza, tunatumia hata majeshi yetu kusindikiza, polisi unasindikiza mali yako, inakwenda kule, wala huoni huo mchanga, the impurities zinao unaorudi ili kusudi angalau basi upime hilo container siku lilipokuwa likiondoka, limerudi na kilo ngapi limepunguka kilo ngapi, ili angalau utumie hesabu tu ya kutoa na kujumulisha kwamba you lost this amount of impurities. Nilikuwa nazungumza na kampuni moja, tulikuwa na planti yetu hapo, tumeichengi tu. Injinia Mlamba anafahamu ilikuwa inatumia jeti oil wale wa jamaa wale wakaiomba kwamba waikomveti itumie etheli gesi, tukawapa bure, wakatengeneza kabomba kutoka Songosongo songo, wakakaleta pale, gesi ni yetu kule Songosongo songo, na mtambo ule wameukomveti tu kidogo, ni wetu. Umeme wanauza kwa bei ya juu kuliko TANESCO wanavyouza na TANESCO ndio wanawalipa, lakini waliofanya calculation hizi zote, wanaojua haya maflow ya gesi na nini, ni Watanzania. Engine zile zilizokuwa zikikonvert hata kwenda kutoka kwenye oili kwenda kwenye gesi, inawezekana walitumika Watanzania, kwa sababu the theory wanaisoma. Je, mainjinia, tumejiandaaje Tanzanite yetu tumejiandaaje? Tuna uranium tumejiandaaje? Tuna iron, tuna cobalt, tuna coal tumejiandaaje? Tuna graphite tumejiandaaje? Gypsum tumejiandaaje? Limestone tumejiandaaje katika viwanda vyetu? Najaribu kupozi haya maswali ndugu zangu kwa mainjinia, ili tujue sisi tutakapokuwa tunafanya mkutano wetu hapa kwamba tunaenda kwenye direksheni gani. Waziri amezungumza kuhusu mifano ya barabara na mwenyekiti amezungumzia juu ya kujenga flyover. alitoa mfano siku moja nami namshukuru Profesa hapa Lema, lile daraja la Mabatini tulipotangaza tenda lilikuwa three times kuliko watu walivyokuwa wakiapply. Yeye akasema na wanafunzi wake watajen, watatengeneza three times tiresi tukampa daraja la Mabatini, likajengwa kwa gharama ya chini na lipo na ni zuri zaidi. Wahandisi wa namna hii wako wapi? Tulipotangaza kujenga daraja lingine la namna hiyo hiyo la furahisha Mwanza, wakanyimwa documentation na muhandisi mwenzao hawakuparticipate katika kujenga lile. Hiyo ndiyo mioyo ya wahandisi, hiyo ndiyo mioyo ya wahandisi, na mimi nitashangaa sana katika uongozi wangu, kama wahandisi hamtasaidiana. Sasa hivi tumeamua makao makuu yawe Dodoma. Profesa ananiambia nitafute hela bilioni kumi. Sasa mlisoma kufanyaje, nini <laughs> umeshindwa kukaa wahandisi, kuchora ile, mtachora michoro buli mchanga, mtatafiti mahali ambapo ni bure, matofali labda ni wape cha kufyatulia, kusimamia ujenzi, mnafahamu kusimamia hizo pilas na nini zote, mnafahamu. Mnataka mimi nifanyeje? ile mngeweza mkaitumia kama opportunity? ya potit wa... Me... sijui <coughs> kwa nini hamfanyi. Kwa nini msichukue hizi opportunity? Hakuna nchi yoyote duniani ambayo haitaki kujenga watu wake, lakini hao wanaojengwa ni lazima na wao wajijenge kwa kutambua wanataka kufanya nini na wanakwenda wapi. Kwa hiyo, mimi ni wito wangu kwa leo kwa wahandisi, serikali yangu inawapenda sana, ninawaheshimu sana lakini, basi mbadilike kwenye spidi kubwa sana. Watoa mada, ninawatakia kazi njema. Nimeambiwa mada zitatolewa na waziri mwenyewe Profesa Muhongo na kadhalika. Mumweleze Profesa Muhongo, sasa hivi sa hayupo. Atakapokuwa anatoa mada, atoe mada ni kwa namna gani, ataanza lini kuzuia mchanga wetu usisafiri kwenda nje? Yani tumeshindwa hata kitu kimoja tu, yale mamchanga tukayashika Tukatafuta experts tukacheki kilichomo humo ndani. Katika vitu vinavyoniumiza ni pamoja na hayo, ni lazima tuone kwamba tumechezewa mno, Tanzania tumechezewa mno, na kama kuibiwa tumeibiwa mno. Mimi niko serikalini najua kila mahali ni dili, kila mahali ni dili Ukigeuka hivi unakuta kuna mahali palikuwa panapigwa dili, ukigeuka hivi palikuwa panapigwa dili, ukigeuka huku ni dili. Serikali hii ilikuwa na dividend kwenye mashirika mbalimbali, ilikuwa haipati hela, ni dili tu. Na ndio maana wengine wanaanza kukompleni, hela zimepotea. Hela zitapotea tu, usipofanya kazi hupati hela kwa mwendo ninaoenda nao huu, kwa sababu hela zilizokuwa zina sambaa humu mitaani zilikuwa hela za serikali, zilikuwa za watumishi hewa. Mtu anachukua mishahara ya watumishi hewa karibu kumi, atazitumia tu anavyotaka Ninataka hizi hela ziende kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo watasema, kweli hela imepotea itapotea tu kweli, kwa sababu mwanzoni nilifikiria, kwa sababu wapo watu waliokuwa wameficha mahera, nikanafikiri nichapishe hera kusudi ya kaozee yale mahera kule, kwa sababu ninafahamu trendi ya watu wanavyohamisha hera kutoka kwenye mabenki kwenda kuzificha kwa sababu wanaogopa hati nitazijua hela zilizoko kwenye mabenki. Wewe kama hera ni yako, ni yako. <laughs> na wajihadhari, naweza nikaamua hata siku mbili tu tatu nikabadilisha hela ili hera mlizozificha kwenye magodoro kule zikaozee huko huko. Ninafumu zichukue hizo hera, mzipeleke kwenye circulation, zikafanye kazi za watu, zikajenge uchumi, na hii message iende clear kwa wale wanaojitahidi kuficha hera. Lakini nataka niwaambie, hakuna hera ya bure, haitapatikana. na kwa sababu ninyi mainjinia ni wachapa kazi, kafanyeni kazi. Huu ndio wakati wa kutajirika. <laughs> Mkatumie opportunity hii ya watu wengine waliokuwa wamezoea kupata hela za bure kwenye transition period, ninyi mfanye kazi. Waliokuwa wanatafuta missions za kwenye mawizara kwanza, hao waliokuwa wanafanya maana wa madini hawa hawatawaona takuwa nawatoa tuwalanigusa <laughs> hivi nikutiuliku nafanya dili hivi utaondoka tu. <laughs> hutakaa kwa hiyo hera hizi za bulebule, nawambia Watanzania, hazitakuwepo na ndiyo maana thamani ya nchi yetu na thamani ya hera yetu imeanza kuinkrizi. Inflation sasa hivi imeshuka by 5.1. Nakumbuka mi natoka geta enzi zile, simenti ilikuwa inauzwa shilingi elfu ishirini na sita leo inauzwa elfu kumi na sita Nataka uchumi uende to the normal. Hizi hera za bulebule zitakwisha tu, zitakauka na hawa waliobakibaki baki wanacheza nazo ni, ni chache. Watu watapata hera za kutosha kwa kufanya kazi, watu watafikiria wafanye investment ya kuwa na viwanda vyao. Hawa watatajirika tu.